Yes, kama wewe uko Bongo lakini pia husikilizi redio kwa mara kwa mara au kutokusikiliza katika e bana gari yako aa, hakuna kitu chochote ambacho unakuwa unachukuliwa e bana, hongera kwako wewe, lakini pia kwa nchi ya Zimbabwe imekuwa ni ngumu sana kwa sababu e bana kule imekuwa ni kama lazima, yani ni lazima usikilize redio, utake usitake, redio lazima utasikiliza, hasa katika gari lako, lakini pia sehemu nyingine tofauti tofauti. Lakini sasa taarifa zinasema kwamba eh, madereva wa nchi eh, wa nchi ya Zimbabwe pia wanaweza kutakiwa kuweza kulipa ada ya redio ya kila mwaka ili kuwezesha kuweza kupata leseni ya gari au bima. Sasa ili uweze kupata leseni ya gari au bima yako, ambayo inakuwa inahusiana na masuala mazima ya gari. Unajua kwenye magari kunakuwa kuna bima, kuna leseni, kuna vitu vikibao ambavyo vinakuwa vinasababisha wewe uweze kuingia barabarani na gari lako. Sasa ni lazima gari yako iwe na redio, kwa sababu utakuwa unaisikiliza kwa taarifa e, tofauti tofauti ambazo zinakuwa zinatokea. Sasa hii ni kutokana na marekebisho ya sheria ya huduma za Utangazaji. yani ambayo inafahamika kama Broadcasting Service Act, ambayo pia yanaweza kupitishwa hivi karibuni na rais wa nchi ya Zimbabwe ambaye anafahamika kwa jina la Emmerson Mnangagwa e, sheria hiyo pia sasa inawataka wamiliki wa, wa magari pia kuweza kulipia ada zaidi ya dola za kimarekani 92 kwa mwaka kwa shirika la utangazaji la Zimbabwe. yani ZBC kabla ya kuwezesha pia au kuweza kupata leseni yao au bima ya gari e, kutokea huko nchini Zimbabwe. Sasa kwa wale ambao pia magari yao hayana kifaa cha kuweza kupokea redio e, wanaweza kuweza kuomba cheti cha msamaha kutokea huko ZBC e, kwa kusaini form maalum ambao pia inaweza kuthibitishwa kutokuwa na redio. Sasa kama wewe gari yako haina redio bana, lazima uweze kwenda katika hilo shirika la utangazaji ZBC ambalo linapatikana huko huko Zimbabwe kwamba ukaweze kutoa kwamba mimi bwana, gari yangu haina system ya kuweza kufunga redio au haina redio au haina uwezekano wa kuweka redio, then utaandikiwa balua au kama ni, ni cheti ni, au ni, ni kibali ambacho kitakuruhusu wewe kuweza kutembea hivyo hivyo. Lakini pia kama gari yako ina uwezo radio, hivo, e, wa kunanilia kufunga redio na kuweza kusikiliza redio, usipofanya hivyo bwana unachukuliwa sheria, kwa sababu zaidi ya dola tisini na mbili zinatakiwa kulipa kwa mwaka na mambo mengine kuweza kuendelea. Sasa sheria hii pia imeweza kuzua eh, upinzani mkubwa zaidi kutoka, eh, kwa nan, wananchi kwa, kwa sababu wananchi pia wameonekana kwamba na sistemu hii imekuwa ni ngumu sana kwa upande wao. Sasa wanaharakati na wanasiasa wa upinzani pia wamekuwa wakikosoa sana baa sheria hiyo ambayo imekwisha kupitishwa na rais wa nchi hiyo. Sasa taarifa zinaendelea kwa kusema kwamba wakosoaji ambao pia wanasema kuwa ZBC imekuwa ni chombo cha propaganda cha chama tawala cha, cha Zanu PF na haifai hai kuweza kulazimisha wananchi kulipia huduma ambayo haiwafurahii au haiwafurahishi au kuweza kuitumia. Sasa mbunge wa upinzani kwa amefahamika la Korban Mad, uh, Madzavekenyika, uh, alieleza kuwa kwamba ada hiyo ni mzigo usio wa lazima kwa wananchi wa Haitel ambao walikuwa wanapatikana huko katika nchi ya Zimbabwe na manufaa yao uh, kwa moja kwa moja kama ilivyokuwa uh, kwa bima au ada ya barabara, masuala mazima ya, ya, ya leseni na vitu vingine kibao ambavyo vimeweza kuendelea katika nchi hiyo. Sasa kwa sasa sheria hiyo pia imeweza kutekelezwa kwa kuweza kushirikiana na mamlaka ya barabara ya taifa ya Zimbabwe yani Zinara na kampuni za bima ambazo pia hazitaruhusu kuto, eh, kuto, eh, kutoa huduma hizo au huduma zao kwa wateja wasio na leseni ya redio au cheti cha msamaha kutoka ZBC. Ebana, serikali ya kule imeweza kushika kasi, lakini pia hadi kuweza kuingia kwenye masuala mazima ya mamlaka za barabara. Hata na unaenda kinyume na sheria ambazo pia zimeweza kupitishwa na rais wa ina... ni redio ya chama husika ambacho kimeshika madaraka kwa sasa hivi wananchi kuweza kufanya vitu tofauti tofauti ambavyo pia wao wanakuwa hawana ulazima wa kuweza kufanya hivyo. Sasa eh, kwa hivyo ingawa madereva hawatozwi faini moja kwa moja kwa kuweza kusikiliza redio eh, kutokana na leseni ya redio. Sasa ni kikwazo cha kisheria katika kuweza kupata leseni ya gari au bima, na hivyo kuathiri uwezo wao wa kuweza kuendesha magari kihalali nchini Zimbabwe, na kunaweza kusababisha eh, kuweza kuibiaibia, kwa sababu unajua, ukisha kuwa hauna leseni eh, ya redio, unajua kabisa kwamba lazima utakamatwa, lakini pia utaweza kufuatiliwa zaidi. So ukiona leseni hiyo ndio itaweza kusababisha kwa kwa kuweza kupata leseni ya gari lakini pia kuweza kukatia ee, bima gari yako na vitu vingine viweze ee, kuendelea. Yapi maoni yako kuhusiana na hii? Vipi ingekuwa katika nchi ya Tanzania viweze kuwekwa vik, vikwazo vya namna hii? Kwa upande wake ingekuwa ni safi au ingekuwa ni noma, ni noma kabisa. Endelea kusubscribe channel yetu lakini pia kuweza ku like, ku comment, ku share ili wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa ambazo zinakuwa zinatokea hapa. Take love for this. Ciao.